Asante, John Rafael Boko, shujaa anayeishi katika mioyo ya watu. Mikono inatetemeka baridi, moyo umekumbwa gagaziko, macho yamejifunika machozi na ukali wa ndimi unaoshindwa kusimama madhubuti ni mithiri ya samaki kwenye mengi ya kunena, angali funda la maji humtawala kinywani. Katika kila jua lichomozapo, tunatawaliwa na nyakati mbili tofauti. Zipo nyakati za furaha zisizosawazika na amani, na zipo nyakati za huzuni ambazo hutuachia mifupa nafsi zetu. Za shauku ni kuto kuzipa taraka rejea, nyakati zinazotupa unyonge na kutunyanyasa mitima. Katika magharibi ya soka tayari alishapoteza kutuaminiwa, akapoteza mvuto kwa watawaliwa hisia. Waliochagua kusimama naye wakamwona kituko, wakampigia kelele za vinubi na makofi ya ushujaa. Ni nani aliyejali tena kuhusu yeye? Si tu kwa uzima wake angali, mapenzi yameyeyuka moyoni. Ni kama ametupa ujumbe kwake, imetosha kwa kukimbizana na vijana wa makamo da lugha juu ya uchanja na mifumo kuichora vitabuni. Ni kama tutamwona John Bocco akionyesha ishara ya vidole pale benchini. Hatutamuona John Bocco aliyevalia moko na kofia pama yenye kumfunika utosini. John Boko atayesimama kama Musa kuwapeleka watu wake kwenye nchi ya ahadi. Kwetu atabaki kama legend aliyeacha alama kwenye soka ya Tanzania. Jina lake amelichora kwa muhuri wa moto kwenye kuta za majabali, atasimuliwa katika vizazi kama wanavyosimuliwa wamba walioanzisha nyakati zao nyuma za kisogo. John Boko, shujaa anayeishi alama ya moja ya washambuliaji bora tuliowahi kuwaona. Kwao atasimama kama John Rafael Boko na kwetu atasimama kama shujaa anayeishi Regent. Makala hii imeandaliwa na kusomwa kwako na Salha Ramadhani.